Kuna faida mbalimbali mbali ambazo e, watoto wetu wanaweza wakazipata kama wakipata chanjo. Mfano um, miaka um, ya elfu mbili na kumi na mbili tulikuwa tujaanzisha chanjo ya kuzuia kuhara pamoja na nimonia. Kwa hiyo kuna watoto wengi ambao walikuwa wana wanaugua wanalazwa na kuweza wengine kupoteza maisha. Kwa hiyo ukipata chanjo, kuna faida, kwanza mtoto anakuwa na afya na mzazi au mlezi anapata nafasi ya kuweza kuendelea na shughuli zake za kawaida, kwa sababu hakuna mtoto ambaye anamsumbua. Lakini tu kuna chanjo kwa mfano ya kukinga saratani ya mlango wa kizazi kwa mabinti wakipata wakiwa bado wadogo, wa hapo baadaye eh, tutakuwa na taifa la wanawake ambao watakuwa hawana shida tena ya kuhangaika na saratani ya mlango wa kizazi, kwa sababu kwa mfano saratani ya mlango wa kizazi Uh, ni saratani ambayo inatesa sana eh, watu wengi, na mwisho wa siku wanapoteza maisha. Kwa hiyo, watoto tukiwa kinga wakiwa bado wadogo, tuna uhakika hapo baadaye watakuwa ni taifa la kesho lenye uwezo hata wa uh, uh, kuzalisha uchumi wa nchi hii. Ndio tulipotoka, tulipo, tulipo, tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.